Karibu katika chaneli yetu hii ya Mr. Socks. sasa leo tutaenda kuangazia simulizi ya hadithi ambayo inaelezea tamaduni na mila katika kijiji hichi ambacho kwa ni na msitu mkubwa pamoja na kisima ambacho walikuwa wanatumia wanakijiji. Lakini wahusika waliokuwa katika simulizi yetu, kuna wa kwanza anaitwa Madoa ambaye ni binti Fisi. Huyu alikuwa ni binti ambaye ni kijana Atoka katika jamii ya Fisi ambaye alikuwa anaendeleza majukumu yake hapa na pale, siku hadi siku ambapo tunamwangalia ni binti mtendakazi, mnyenyekevu, lakini pia anapenda sana kujishughulisha na pia ni binti makini sana katika masuala yake na majukumu ambayo anafanya kila siku. Kuna wakati alikuwa akitembea kutoka msituni, akitoka kuchota maji kisimani mara ghafla aliweza kushangaa baada ya kuona fisi mkubwa sana, ambaye ni jamii ya fisi ambao wanapatikana katika msitu huo. Ghafla alidondosha maji yake na kwa mshangao mkubwa, tukianza na sehemu tajwa ambayo ni sehemu yetu ya kwanza, ni kwamba hofu ilitanda katika kijiji hofu ilitanda na ilienea kila mahali. Aa, kama mwanzo wa hadithi tunapoona hapo mwanzoni kabisa, wasimulizi, tunaona kijiji husika ambacho ni kijiji watu walikuwa wakiendelea katika shughuli zao. Aa, tunaona mazingira ya soko yalivyoharibiwa, lakini pia watu walifika mahali kuanza kuishi ndani kwa hofu iliyotanda baada ya kupotea kwa binti madoa au binti fisi kwa hivyo watu walikuwa wanaishi ndani kuweza kuhofia kutonaswa au kuweza kunaswa na fisi mkubwa. Stori zilisambaa hapa na pale, lakini pia tunaonyeshwa kwamba watu walikuwa wakiendelea na majukumu yao ya hapa na pale, ikiwemo shughuli zao za kikazi. Tunaonyeshwa mwanzoni maisha yalivyokuwa kwamba watu walikuwa wakiishi kwa amani wakiishi kwa upendo, lakini baada ya hofu kuingia, watu walikimbia na kuenda kujificha. Watu walijificha na shughuli zilikata, kwa sababu watu waliacha hata vitu vyao, baada ya kuwa kulikuwa kuna fisi ambaye anatowesha watu bila kujua, ambaye alikuwa julikani ni fisi wa aina gani. Kama mwanzo wa sinema tuliweza kumwona binti madoa au binti fisi akiwa katika majukumu ya kutoa maji kisimani, mara hafla aliweza kushangaa na huo mshangao, na akaweza kutwaliwa na fisi mkubwa. Kwa hivyo stori zake zilienea kwa kila mmoja, watu walitangaza hapa na pale, hadithi yake iliongolewa hapa na pale. Baada ya muda sana kuweza kupotewa kwa watu, watu wamekuwa wakipotea mara kwa mara na hofu ilitanda kijijini hapo, kila mahali watu walikimbia huku na kule na fisi uh, mkubwa akiwa anaonyeshwa hapo, ni fisi ambaye alikuwa ana nyakua watu kwa siri na haijulikani kwamba alikuwa anawapeleka wapi. Hii ilikuwa sehemu yetu ya kwanza. Hii sehemu ya tatu, azimio la chui. Tunaonyesha ah, mwanzoni kabisa kwamba chui alikuwa yuko mazingira yake katika makazi yake hapo alikuwa ndo anaamka anajinyosha. Sasa kijijini alikuwa ni mtu ambaye anaheshimiwa sana na kusifiwa kwa sifa mbalimbali, sababu alikuwa ni, ni mtu mchapakazi, alikuwa ni mtu anajituma, alikuwa ni mwanakilimo mzuri. Kabla ya mabaya yake alikuwa ni kiumbe ambaye alikuwa anachapakazi, alikuwa anajituma, alikuwa ni mtu ambaye ana sana sema tu alikuwa binafsi, hivyo binafsi wake uh, ulipelekea kuweza kujitenga na kuchukua nafasi kubwa sana ya kufanya shughuli zake, kwa sababu alikuwa na nguvu. Kulikuwa kuna kisima ambacho kinategemewa na wanakijiji, hivyo aliweza kuchukua asilimia tisini ya matumizi ya maji kuliko wengine, ikapelekea uh, yeye kuweza kutumia maji kwa kiasi kikubwa na kusababisha ukame, sababu kwa kipindi kigumu cha kuweza kupatikana kwa maji. Hivyo basi maji yaliweza kupungua kwa kiasi kikubwa sana, na kwa wastani wa kiasi huo, basi maji yalibaki machache, kitu ambacho kilifanya kijijini, au katika kijiji hicho ukame, ukame ulishamiri sana, na wanakijiji wakashindwa wajue wafanye nini. Hivyo tunaonyeshwa hapo shangazi yake na binti Madoa akiwa na wakijiji wenzake wamekuja kuangalia mazingira ya maji ya kisima, kisima ambacho kinategemewa na kila mmoja kwamba maji yameisha kwa siku. Hivyo ikapigwa na limba, ikapigwa na limba, ikapigwa mwito uh, wa kwenda katika uh, uongozi. Kulikuwa kuna mkutano uliandaliwa kwa ajili ya kukabiliana na changamoto hiyo. Wapo baadhi walisema kwamba chanzo ni mtu kiumbe wa ajabu ambaye amekuwa akitumia maji kutokuwa na wastani. Kiongozi aliweza kujaribu kuweza kuongea na wanakijiji ili kuweza kutatua changamoto hiyo. Wote waliitwa na kukaa, kuna kaka kubwa ikiwemo na fisi mwenyewe ambaye ni jitu la ajabu, jitu msitu, mbabe sana, ambaye alikuwa anaj... binafsi. Hivyo basi, kwa kutokana na hiyo jambo, watu walikuwa wakijaribu kila mtu kutoa wazo lake kulingana na changamoto hiyo. Na tunaonyeshwa aliamka na kutoa wazo lake. Ni mbabe sana, ni jitu msitu, jitu fisi lina nguvu. Kwa hivyo alikuwa anaongea bila wasiwasi mbele ya mfalme, kila mmoja anamsikia na, na akitoa wazo lake, basi anataka alifanyike hilo hilo, ajabu kujitetea kwa kila hali kila mmoja anamuogopa na wanamjua kwamba ni mbabe kiasi gani. Kwa hivyo alisimama na kutoa hoja zake, na akatoa kwa msisitizo sana na kwa ukali akihimiza kwamba kisima kile ni cha kwake, ni ulisi wake na sio wengine, wanakijiji wanastahili kuweza kutengeneza kisima chao, yeye ile ni staiki yake ni urithi wake kwa hivyo ataki mtu yoyote amwingilie katika mambo yake na yeye ndo mtu anayestahili kuweza kuchukua maji na kutumia maji ambayo yanapatikana katika kisima kile kwa hivyo aliongea kwa ukali sana na kwa kuhimiza na kwa msisitizo kitu ambacho kilifanya wengine wote wamwofie walimwogope wazazi walificha macho watoto wao kwa sababu walimuona kama kiumbe cha ajabu Viumbe wadogo wadogo walimzungumzia sana na kuona ah, huyu jamaa huyu katili sana, huyu jamaa mbabe. Kila mtu aliongea lake, lakini hapo tunaonyeshwa kwamba kulikuwa kuna mkutano tu wa amani wa mazungumzo, lakini chui alionyesha msisitizo mkubwa na tishio kwa watu. Hivyo basi kiongozi wa mkutano, yeye mwenyewe alibaki akishangaa kwamba jamaa amekuwa mbabe sana, sio mtu wa kuhitaji kuweza kupata masuluhisho, ni mtu mbishi. Kila mtu alishangaa, kila mtu alibaki amedua. Mama ndio madoa na wenzake walimzungumzia sana, huyu bwana ni mbabe sana. Kila mtu alishangaa, kila mtu alipata mshangao, kiasi kwamba kila mtu alishindwa kumweka yuko kwenye kundi gani. Alikuwa mbinafsi sana, oh, alikuwa ni mtu jitu mzito, jitu babe. Hapo tunaoneshwa kwamba limetoka kwenye kikao, limetoka kwenye mkutano wa wanakijiji linajikatiza msituni, jitu babe, jitu misuli, kila mtu analiogopa muungurumo kama wote hapo wanatoka kwenye mkutano. Hii sehemu ya tatu, kupotea kwa Doti na Moke. Stori zilitanda baada ya yale yote hivyo. Sehemu hii ya tatu tunamuona shangazi Doti, anti yake pundamilia akiwa katika majukumu yake. A, alikuwa ni mpishi anajishughulisha na masuala ya hoteli. Alikuwa pia ni mtu wa kupenda watu, watoto, lakini anajali sana familia yake, anajali pia na majirani zake na jamii yake kiujumla. Alikuwa ni mtu wa watu, alikuwa mzungumzaji, alikuwa sio mtu binafsi. A, tunamuona pia na Doti naye ambaye ni mtu wa nyumbani akiwa ameachwa hapo na shangazi yake yeah. Shangazi akiwa ya ameelekea katika majukumu yake, alikuwa yuko anatengeneza, ana mapochopocho ya nyumbani, hivyo kuna kitu kilikosekana kwa muda, akaingia ndani. Alipoingia ndani na kuacha jiko uh, likiendelea kupika kiendelea kuchemka vizuri, jitu uh, msitu kama kaida yake, alitokea akaweza kumchukua mtwa aijulikani alimpeleka wapi. Hatimaye mapishi yake yaliendelea kuwa pale pale mpaka vitu vikaiva, mpaka vikapitiliza, mboga mboga ikaharibika. Ikawapo hapo muda kama wa masaa mawili mbele. Ah, baba mwenye nyumba alirudi, ambaye ni mjomba, mjomba wa Mdoti. Ah, mjomba alishangaa sana. Ah, mbona huyu nilimwacha hapa nikaenda kwenye majukumu yangu, ameenda wapi? Najaribu kuangaza huku na kule, labda pengine angeweza kumwona, najaribu kuita na hakuna aliweza kumwitikia. Kikweli jambo hilo lilimpa wasiwasi, likampa mvuruga akili, likampa changanyikiwa. Alichanganyikiwa kiasi kwamba ashindwa kufanya nini, hivyo aliweza kuitisha wanakijiji wenzake, baadhi ya majirani katika jamii alikuwa anaishi, ambao alikuwa kama watu wake wa karibu. Ajaribu kusimulia kitu gani kilichotokea, ambacho hata yeye mwenyewe kinashindwa kumpa majibu. Alimwambia, binti yangu nimemkosa, binti doti nimemkosa hapa nyumbani. Stori zilisambaa huko na kule, watu walijaribu kumtafuta Doti amekwenda wapi? Doti amepotelea wapi? Stori ziliendelea kuwa hapa na hapo, watu waliendelea kumtembelea lakini kumbe jitu msitu kama tunavyoliona hapo, mtu chui, mtu mbabe, mtu mwenye nguvu ameshamtoa Doti na amempeleka kusikojulikana. Mjomba, siku zilivyozidi kwenda, alizidi kukata tamaa. Alipewa moyo na baadhi ya wanakijiji wenzake. Wanakijiji walishindwa wafanye nini? Jamii ya nyani, ah, jamii ya nyani hapa tunaona kijana Moke pamoja na Chala walikuwa ni vijana wa familia moja ya mzee huyu, hivyo walikuwa ni vijana watundu wapenda michezo, walikuwa ni watu ambao wanatembea hapa na pale. Hivyo siku moja walikuwa wakimwaga baba yao wa wanaenda kucheza, na wakaenda mbali zaidi mpaka msituni kuwa wakicheza hapa na pale Chala pamoja na Moke ambao ni familia ya ukoo wa nyani. Tunamuona Chala alikuwa ni mbumbuze, anajaribu kufumbua kila mahali kila mahali, anajaribu kuangalia mtafutaji, kuna michezo alikuwa anacheza kwa kujificha hapa na pale, huku Moke alikuwa zake chini ya mti kwa anaangaza huku na kule na kwa mshangao mkubwa anajaribu kumtafuta Chala. Chala ameenda wapi? Ndugu yake ameenda wapi? Kumbe Chala naye yuko kwenye msitu, kwenye baadhi ya bustani, anajaribu kuangalia huko na kule. Katika kuangaza kwake, alikuwa kama kuna kitu anakitafuta hivi, lakini ghafla aliweza kushangaa kwa kumuona chui, sura yake ikiwa anaangaliana na yeye na yeye, uso kwa uso. Hafla Monke alitwaliwa Jitu msitu lilimtoa pia na Monke. Sasa tunaenda sehemu ya nne ambayo ni kilele cha hofu. Hofu inaisha, mwisho wa adui, mwisho wa jitu msitu, mwisho wa jitu la kutisha. Jamii nzima ilikuwa imechukua nafasi ya kuweza kukimbia na kuangaza huko na kule, jamii ya kina ya kina Monke na Chala, jamii ya Binyani ilikuwa pia nayo nakimbia huku na kule. Jitu msitu limeamua kutishia jamii huku na kule. Jamii ilihangaika sana kutafuta msaada, nayo inatamba huku na kule. Watu walikimbia, watu waliogopa. oh! Watu walipata hofu, watu walitanda hofu, wakijaribu kutafuta msaada. Jitu msitu limetawala sasa jamii yake, jamii mekua yake, anavunja kila mahali Puh! kila mahali anafanya anachojisikia, anaua watu, anaua wanyama anaua kila kitu anachokiona mbele yake, na kujitangaza kwamba mimi ndio mbabe na hakuna wa kunifuata. Alikimbiza huku na kule wenzake <sighs> mimi ndiyo binafsi. Alikuwa ni mtu wa kujigamba, alikuwa ni mtu ambaye anajiona yeye, yeah, ndio yeye, yeah, yeye, yeah. yeah, ni mbabe. Kila mmoja alikuwa akimuona mbele ya uso wake, kwa ni kumwadhibu vikali mno. Ah, mjomba alikuwa akijaribu kupangilia na wenzake, mara ghafla jitu msitu likatokea likambeba mjomba. Mjomba akawa yuko katika hatari hatarishi, naye amenaswa na jitu msitu pamoja na wenzake ambao walikuwa akijaribu kushauriana. Jamii ya sungura ndo tunayoenda, ambayo ni sehemu ya tano, mtego wa sungura. Ah, jitu msitu bwana likuwa lili mtu lijanja sana, inatumia mbinu na kanuni hivo, katika tembea huko na kule kutishia jamii mbalimbali. Akajichanganya bana, akaenda kwa ni jamii ya yeah, sungura. Sungura ah, janja. Sungura alikuwa yuko katika majukumu yake ya yeah, kinyumbani, majukumu ya shamba hapa na pale, anavuna, anakula, anapalilia, anasafisha shamba lake bana, bana, siku hiyo Litokea ugeni wa ghafla, jitu msitu likaweza kuwasili mazingira ya sungura mjanja. Akajua kabisa kwamba hapa lazima niende na mbinu, kwa sababu kumnasa huyu sungula sio kitu rahisi. Lazima niende na trick, lazima niende na mbinu kanuni za kuweza kukanasa kaka. Bwana nako kakagundua kwamba hapa bila kuwa na mbinu pia nami siwezi katubua Hivyo, katika mazungumzo yao, kuna jambo walijaribu kuambiana ah. Jitu Msitu chui akajaribu kujieleza, naye sungura akajieleza pia. Chui alimwambia sungura, bana kisima, katika jamii yetu kule kuna kisima kimekauka, maji imepata kwa shida sana, ukawa umeongezeka. Sungura alimwambia mi, mmm, nina mbinu, najua ni jinsi gani ambavyo tunaweza ukafanya kuweza kurejesha maji. Maji yakarudi. Kwa kuwa sungura alikuwa ashapata habari za huyu bwana, chui. Hivyo, kwa sababu alijua ni mtu wa mbinu, mtu mwongo anatumia tekniki kudanganya na kupia kukulagai na kuweza kukutoa na kupoteza kabisa. Hivyo naye sungura naye akamgundua. Chui lilikuwa lile mtu la kujigamba sana. Ah, lilimdanganya sana kwa mengi tu, lakini kwa sababu na sungura naye alikuwa mjanja mjanja naye alikuwa mjanja mjanja bwana sasa wakaelekea, wakafunga safari kuelekea msituni, lengo kwenda kufanya ukombozi, ili maji yarejee jamii na ukame uweze kuondoka, jamii iweze kupata maji. Kama tunavyoonyeshwa hapo, hicho ni kisima ambacho kimekauka kabisa. Sungura akasema, okay, mimi nina mbinu hii, mbinu itarejesha maji kweli bwana. Kabwana sungura alifikiria nje ya box kwa sababu aliona mbali Kakaanza mambo yake sasa, ili kuweza kurejesha maji. Aa, nako kaka kamepata plan kufanya miujiza yake, maji akarudi. Sungura amefanyikiwa kurudisha maji, na hapa tunaona chui anaangaza kisimani. Kweli maji ni yenyewe, na maji yamerudi. Kumbe bwana kasungura kameshamwekea mtego wa kumvuta chui kumi na nane ili azame kwenye maji, kisha akamteketeze kwa sababu kabisa jua huyu ni adui na ni mtu mbaya, ni jitu msitu, jitu mbaya. Hivyo alivyoshindwa juzi, kachia kuteketeza kwenye maji, kama tunavyoona hapo mstutusideea. <laughs> na tunavyoona hapo sungula amemuini alishia kufurahia sana, kwa sababu hili linapasa kuteketea humo humo kwenye maji. Sungula alicheka sana, alifurahi. Hakika hatima yako umeipoteza. Baada ya liyo tukio bana, sungura alifurahi sana akasema, nimekuweka kumi na nane zangu umeingia, basi bana. Jamii ilikuwa ikiishi kwa amani na siku zilirejea, walikuwa wakiadisiana bana, kwenye bao, kwenye baa sehemu za mahotelini, kina mama doti, shangazi doti, vijana wadogo wadogo, walikuwa kiyadisiana, walikuwa kiyadisiana. Ah, imekuwaaje bana siku hizi atumuoni mbabe wa kijiji kaenda wapi? kapotelea wapi? Ah, watu walihadisiana walisimuliana, kwamba wanasikia sikia kwamba aliingia huyo kumi na nane za Janjalo Janjalo nani sungula, huko stories zilitambaa huku na kule, habari zilienea, watu waliweza kuishi kwa amani. Sungula naye alikijua ali kijiji ambacho alikuwa natokea. Ule bwana mbabe akasema kwamba mimi hapa mimi ndio nimefanikiwa kuweza kumteketeza ule ule mwamba ambao ulikuwa unasumbua kila mtu. Alidua, alishangaa kwa udogo, kamewezaje wezaje, wezaje. Lakini walijawa na furaha sana, walifurahia wengine, walipiga makofi wengine, walishangaa sana aisee, walimpa hongera, ngoma zilichezwa kama ilivyokuwa kwenye asili za kawaida. Inapoondoka jambo kubwa, basi lazima watu wafurahie, lazima watu waoneshe furaha. Watu walimpa zawadi mbalimbali mbali. Ase sungura janja alikenua meno tu aisha kukenua meno na pia alizawadiwa zawadi kubwa sana na kiongozi. Kila mtu alimuona sungura kuwa mkombozi. Basi usiku ile ya usiku huo watu walifurahi sana sana sana. Mafunzo na mazingatio: je, katika hadithi hii fupi au simulizi hii umejifunza kitu gani toka mwanzo mpaka hapa tulipoishia? Kama nilivyoona jitu msitu alikuwa ni kiumbe wa ajabu, alikuwa na tisha, alikuwa ni tishio, lakini kulingana na ukubwa wake wote, akaweza kudondoshwa na kajitu kadogo, na stori zao zilisambaa kila mahali na kila mtu aliyeweza kusikia. Na sungula alisimulia, nilimungamiza kwa njia rahisi sana, nilimsukuma kisimani na akawa amepotea, baada ya kumlagai kwamba aangalie chini ya maji. Nilitumia kitu kidogo tu ambayo kimoja kitu kidogo tu, nilitumia akili, nilitumia ubongo kuweza kumwangamiza. Kweli alikuwa tishio, aliweza kuangamiza watu, alikuwa tishio, kila mtu aliweza kumuogopa, kila mtu alikuwa anajificha. Lakini leo hii amani imerejea kupitia sungula. Sungula mjanja ameweza kuteketeza kiumbe kikubwa.